Watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Lakurawa wameripotiwa kuwaua takriban watu 13 katika jimbo la Kebbi, kaskazini magharibi mwa Nigeria. Pia waliteketeza vijiji vinne. Ripoti za vyombo vya habari nchini humo zimesema kuwa shambulizi hilo lilionekana kuwa la kulipiza kisasi kufuatia mauaji ya kiongozi wa kundi hilo maegemu na vikosi vya usalama vya Nigeria huko Kebi. Mkazi wa Kebi aliambia BBC kwamba vijiji vilivyoathiriwa viko ndani ya eneo la serikali ya eneo la Arewa. Watu wawili waliopata majeraha kutokana na mashambulizi hayo kwa sasa wako hospitalini. Mnamo Februari kumi jeshi liliharibu kambi ka kadhaa katika mashambulizi dhidi ya kundi la wanamgambo wa Lakurawa. Lakurawa wamekuwa wakihusishwa na utekaji nyara na mauaji katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yameendelea licha ya jeshi kuahidi mwishoni mwa mwaka jana kupunguza uwasi wa Lakurawa wa Lakurawa kaskazini magharibi mwa Nigeria. Jina langu ni Jimson Natson, na hii ni Clouds Digital, endelea kufuatilia habari za kimataifa.